Klabu ya Simba imethibitisha kutokushiriki katika mchezo wa dabi ya kari ya koo kati ya Africans dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulitarajiwa kuchezwa masaa kadhaa yajayo. Kama umepitapita katika mitandao ya kijamii jioni hii, nadhani utakuwa umekutana kutana na taarifa za vurugu ambayo imetokea katika uwanja mkapa jijini Dar es Salaam. vurugu ambazo zilikuwa zikionesha basi la Simba ikizuiliwa na baadhi ya mabaunsa wanaosemekana kuwa ni mabaunsa wa klabu ya Yanga, wakizuia basi hilo kuingia katika uwanja wa taifa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kujiandaa na mechi ambayo ilitarajiwa kuchezwa masaa kadhaa yajayo. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba, wameposti taarifa hii kwa umma na kusomea hapa. Simba wa Sports Club imethikitishwa na vitendo visivyokuwa vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Young Africans, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha tano ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hamna maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu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 Endelea a kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.